Kwenye maombi ya kuanza kuombea tena wale wajukuu ili angalau na wenyewe wafanye vizuri. Kwa hiyo, maisha ni mchakato wa kufumbua kusudi kila siku utapangua ili utamaliza, utaenda na lingine utamaliza na hauwezi kukaa duniani usiwe kwenye huo mchakato. Na mimi nakuombea Mungu katika jina la Yesu Kristo kila makusudi ambayo unayapambania kwenye maisha yako Mungu akupe neema ya kuyatimiza kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Na watu hata mngesema ameni za ujasiri, yale makusudi ambayo unayapambania Mungu akupe neema ya kuyatimiza kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Lile ambalo linakunyima usingizi, lile ambalo linakuamsha alfajiri na mapema, lile ambalo linakupeleka kazini kwako na unafanya kazi zako kwa bidii, kile unachokipambania, lile fumbo la kusudi ulilonalo, Mungu akupe neema ya kulitimiza kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Huyu mama alikuwa na vingi sana lakini, bado unaona, pamoja na vingi lakini bado anapambana, mtafutieni Elisha, tafutieni hivi, sina uzao, wanapambana mtoto, sijui amefariki. Unaona namna ambavyo alikuwa anafumbua hayo mafumbo. Maisha ni mchakato ama ni mchezo wa kufumbua fumbo la kusudi moja baada ya lingine. Hilo ni jambo la kwanza ambalo nimetamani ulifahamu kabisa kwenye maisha yetu na hasa ninapoyaangalia maisha yetu sisi ambao tunaishi Dar es Salaam, tunaweza tukaelewa namna ambavyo tunapambana. Unaweza ukaona namna ambavyo saa nyingine tuko bize, kuna vitu fulani tunataka kuvitatua. Nakumbuka mara ya kwanza kabisa nakuja Dar es Salaam, nilikuwa na stress na msongo sana, kwa sababu usafiri ambao nilikuwa natumia walikuwa wanishushe pale Mwenge, na ilikuwa ni saa nane pengine ndio nitashuka Mwenge saa nane usiku, alafu natakiwa kwenda Riverside, ndiyo mahali ambako pengine ninaenda. Barabarani kote nilikuwa na mawazo ya kwamba sasa hapa ninashuka saa nane nini kitatokea kwenye maisha yangu. Nimezoea maisha ya kule kwetu, ikishafika saa kumi na mbili jioni, kila kitu kimefungwa, kila mtu yuko nyumbani kwake ni basi tu utasikia huko nje ni mbwa zimebaki tu zinabweka huko <coughs> lakini hakuna tena hata mtu aliyoko nje. Kwa hiyo nikawa na mawazo, saa nane ya usiku ndio nashuka Mwenge N nini kinaendelea kwenye maisha yangu? Lakini nikafika pale Mwenge saa nane usiku kumechangamka, kulikoni mchana, watu wako bize kulikoni mchana wakuuza machungwa, wakuuza karanga, wakuuza viatu, wakufanya, yaani pako bize kulikoni hata huko kijijini na huko mikoani, tena hata mchana panavyokuwa bize. Boda boda zipo, sio wa wakufanya hivi. Kwa hiyo hakuna taabu yoyote ile, inaitwa welcome Dar es Salaam, jiji la kupambania kusudi <laughs> watu hawalali, wana vitu, wanapambania, wako bize mchana na usiku. Na tena ikaniumiza roho zaidi, baadaye nilipokuja kugundua wengine hata nyumbani hawaendi. Yaani pale pale ndio analala, anashinda pale usiku kucha, yuko pale, ataenda atakula, atarudi. Ni kusudi anapambania, wapambania kusudi. Wenzangu, tupungiane namna hii, kumbe tuko wengi wa kutosha. Hebu tujipigie makofi mbele za Mungu. Sasa jambo la pili ambalo tunatakiwa tufahamu ni kwamba kusudi linahitaji wakati sahihi na wakati huru ili liweze kutimia. Kusudi lolote unalolipambania linahitaji wakati sahihi na wakati huru ili liweze kutimia. Bidii sawa, juhudi sawa, lakini kusudi lolote unalolipambania kwenye maisha yako linahitaji wakati sahihi na wakati huru ili liweze kutimia. Kusudi ni mbegu. Kusudi lolote ambalo uko nalo ni mbegu. Unatamani kuona ikiota na kuleta mazao. Ili hiyo mbegu iweze kuota na kuleta mazao inahitaji wakati na majira sahihi ya kuoteshwa. Huwezi kuiotesha nje ya majira ukategemea italeta mazao. Ukame utaikuta ama mvua nyingi zitaharibu ile kusudi ambalo pengine umelikusudia. Lazima upate wakati sahihi ili uweze kupambania na kupata kile ambacho unakitaka kwenye Biblia tumesoma kitabu cha Metha, kitabu cha Wafalme wa Pili, samahani mlango wa 4 mstari wa 18 hadi 35. Tumeona habari ya huyu mama ambaye alikuwa na kusudi, anatamani kuona uhai unarudi kwa mtoto wake hasa. Angalia changamoto ambayo alikutana nayo huyu mama ili kusudi, alikuwa analipambania nje ya wakati, alikuwa analipigania nje ya wakati. Kwa nini wakati anamwambia mume wake, nitandikie punda ni wahi kwa Elisha mtumishi wa Mungu, ili Elisha akaniombee. Majibu ambayo mume wake alimjibu, alimwambia kwa nini kumwendea leo mtu wa Mungu, na wakati sio mwandamo wa mwezi na wala sio Sabato? Angalia, ni Wafalme wa pili mlango ule wa nne na ule mstari wa 23, ndio alimwambia hayo maneno. Wafalme wa pili mlango wa nne mstari wa 23 mumewe akamwambia, kwa nini kumwendea leo, sio mwandamo wa mwezi wala sabato? Akasema si neno. Huyu mwanaume hakuwa anakosea hichi alichokuwa anakizungumza. Alikuwa anajua ili upate muujiza kwa Elisha, lazima uende wakati sahihi. Pamoja na kwamba Elisha ana upako, Elisha ana neema, lakini lazima uende kwenye wakati na majira sahihi, majira huru ya wewe kuweza kupata hiyo neema na wakati sahihi. Ni mwandamo wa mwezi, yani mwanzo wa mwezi, lakini pia pengine Sabato ndio Elisha alikuwa na wakati mzuri wa kufanya hizo neema. Huyu mama anaenda kinyume cha majira, yule akamwambia mme wake, si neno, acha niende hivyo, hivyo hivyo, hata kungali naenda nje ya majira. Huyu mama anaondoka. Wasomaji wa Biblia mtagundua ya kwamba alifika mahali fulani Elisha akamwambia Gehazi, hebu nenda, akamwangalia huyo mama, naona anakuja kwangu, umuulize je, watu wa nyumbani kwake hawajambo, yani mme wake na mtoto wake. Gehazi akaenda akamuuliza yule mama, mama, mumeo hajambo? Akamwambia hajambo. Mtoto hajambo? Akamwambia hajambo. Wengi tunaangaliaga lile somo katika sura ya imani, kwamba yule mama alikuwa na imani mtoto wake, kwamba atafanya nini, atafufuka lakini kuna zaidi ya kitu cha imani pale. Kuna kitu cha kumwendea Elisha kinyume cha utaratibu. Yule mama alijua akimwambia Geazi ya kwamba mwanangu amekufa, Geazi atamzuia yule mama asiende kuonana na Elisha. Kwa nini? Kwa sababu sio wakati sahihi wa kuonana na Elisha, sio mwandamu wa mwezi, wala sio sio sabato kwa hiyo yule mama akajaribu kusema kile kitu kwamba hajambo, ili kupunguza ile beria kuondoa ule ukuta, Geazi asije akamzuia. Basi Geazi alipojua ya kwamba mama kila kitu kwake ni sawa, akajua pengine tu amekuja kutusalimia, kumbe kuna kusudi anapambania, lakini yuko nje ya majira. Hebu tumpigie huyu mama makofi kwa akili nyingi aliyokuwa nayo, kanisa. Bwana asifiwe. Nimejiwaje ya kwa kwamba hii ilikuwa nje ya majira. Alipofika kwa Elisha, mistari ya hapo katikati, alipoanguka miguuni kwa Elisha akaanza kulia, Biblia inasema Geazi alimkimbilia aende akamwondoe. Kwa nini anataka kumwondoa? Kwa sababu anajua hichi anachokitafuta saa hizi hawezi kupata. Huyu mama ana shida, ngoja nimwondoe mpaka majira sahihi atakapofika, aje. Elisha akamwambia usimwondoe, inaonekana ya kwamba ana neno, lakini Mungu hakuniambia Elisha ambaye akilala chumbani kwake anafahamu kitu ambacho mfalme anazungumza chumbani kwake. Leo anasema Mungu akuniambia taabu ya huyu mama. Kwa nini? Nje ya majira. Jike jirani yako taratibu halafu angalie mbele. Elisha yule ambaye akiwa amelala hapa Mbezi Beach lakini mfalme amelala Kibaha, anapanga kesho naenda kumvamia mfalme wa Israeli. Elisha yuko hapa, anagundua kitu ambacho mfalme anawaza kule, lakini hapa anasema Mungu hakuniambia habari ya huyu mama. Kwa nini Mungu hakumwambia? kwa sababu sio wakati sahihi wa Elisha kufanya kile kitu. Unaona namna ambavyo wakati una nafasi kubwa kwenye maisha ya watu. Elisha yule mama, baada ya kuona na ameng'ang'ania pale, Elisha akamwambia Gehazi, chukua fimbo yako na uende nyumbani kwa huyu mama ukailaze juu ya uso wa mtoto, mstari wa ishirini na tisa. Alipoenda kuilaza ile fimbo, mtoto alifufuka u akufufuka? Akufufuka. Kwa nini akufufuka? Elisha amekuwa ni mtu wa kubahatisha upako namna hiyo? Elisha wa kufanya upako wa kubahatisha kwamba peleka fimbo afufuke, alafu afufuke? Elisha amefikia viwango hivyo, amekosa anointing kiwango hicho? Hapana, elisha hajakosa upako kiwango hicho. Sio mwandamu wa mwezi, lakini sio sabato. Kwa hiyo Elisha, hichi unachojaribu kufanya hakiwezi kutokea, maana majira siyo sahihi ya kufanya hichi. Elisha akaamua kwenda mwenyewe. Biblia inasema Elisha alipofika pale akajilaza juu ya yule mtoto, pua kwa pua, mdomo kwa mdomo, macho kwa macho, mtoto alifufuka? Hakufufuka. Biblia inasema mtoto alipata joto tu, kwa sababu Eliya, Elisha yuko hai, alijilaza juu ya yule mtoto. Kwa hiyo mtoto akawa amepata joto, lakini hakufufuka. Elisha umefikia kiwango hicho cha kukosa upako namna hiyo. Elisha ambaye alikufa akiwa kaburini, amezikwa, mifupa yake ipo kaburini, kaburi lake likawa liko wazi. Mtu alikuwa anaenda kuzikwa, akabiringita, akaponyoka, akabiringika, akaingia kwenye kaburi la Elisha, akajigusa na mifupa ya Elisha, akafufuka. Kiwango cha upako uliweza kubaki kwenye mifupa, lakini leo anajilaza juu ya mtu lakini mtu afufuki. Elisha, umekosa upako namna hiyo, sio mwandamu wa mwezi, lakini sio, sio sabato. Unaona Elisha, namna ambavyo ameteseka Elisha, ndio anaanza kuzunguka kule ndani ya anaomba. Biblia inasema akaanza kuzunguka ndani mote, kama vile naelewa, aina ya maombi aliyokuwa anaomba Biblia haijaandika, lakini unaweza ukahisi ni maombi gani Elisha alikuwa anaomba. Mungu, naomba unisaidie hili jambo, tunalifanya nje ya wakati Leo sio mwandamo wa, wa sio mwanzo wa mwezi sio mwandamo wa mwezi, lakini sio sabato, ila huyu mtoto amekufa. Mungu kumbuka huyu mtoto ni wa miujiza. Hii habari itatuchafua mimi na wewe, mji mzima, hebu jitokeze mara moja tu tusaidie. Leo ni nje ya wakati, lakini tupe neema basi angalau huyu mtoto afufuke. Bila sema ndio akarudi tena akajilaza juu yake, mtoto akapiga chafya mara saba. Kanisa, Bwana asifiwe. Embu hata tumpigie Elisha makofi kwa bidii hiyo, lakini unaweza ukaona namna Elisha alivyosumbuka sana, ni kwa sababu alikuwa anapambania jambo kwenye wakati ambao haukutakiwa au haujafunguka kwa ajili ya hilo jambo ambalo alikuwa analipambania. Wapambanaji wenzangu, ambao tunahitaji makusudi fulani yatimie kwenye maisha yetu, tupo kwenye wakati sahihi, lakini pia je, huo wakati tunaopambania ni wakati huru? Inaweza ikawa ni wakati sahihi, lakini sio wakati huru paka kuna vitu ambavyo havijakaa sawasawa pale ndani. Ni kweli una pesa nyingi sana za kuwekeza na kufungua miradi na miradi, je, ni wakati sahihi? Lakini pia hata kama ni wakati sahihi, ni wakati huru? Ni kweli kabisa una pesa za kusomesha mtoto akasoma shule, je, ni wakati sahihi? Lakini pia wakati wake wa kusoma ni wakati huru? Ni kweli kabisa una wakati mzuri wa kuwa na familia, kuwa na ndoa. Lakini je, ni wakati sahihi? Ni wakati huru? Ni kweli kabisa tunaweza tukafungua na makampuni na viwanda, lakini je, ni wakati sahihi? Ni wakati huru? Lakini pia tunaweza tukaomba na kutafuta neema ya Mungu. Ni wakati sahihi na ni wakati huru. Aliyegundua siri hii kwenye Biblia na ikamsaidia sana ni mtumishi wa Mungu Danieli. Danieli alikuwa haombi sana, katika watu ambao walikuwa hawaombi. Watu hawafahamu Danieli alikuwa haombi sana, lakini alikuwa akiomba ombi lake alirudi. Alikuwa haombi yani kwa wingi kivyo, hakuwa na ratiba nyingi kivyo. Alikuwa na ratiba zake tatu kwa siku, basi alafu ya maisha yanaendelea, ila kupeleka agenda binafsi. Danieli alikuwa apeleki agenda sana, alikuwa anapeleka kwa uchache, lakini akiipeleka agenda yake moja mbele za Mungu hairudi lazima inatokea. Kwa nini? Kwa sababu Danieli alikuwa anatafuta kwanza season, alikuwa anatafuta kwanza majira, alafu ndio anaomba kulingana na majira. Anamwambia Mungu, ulisema miaka sabini. Anamwambia Mungu, sabini imekamilika. Hasa Mungu, nini kinatakiwa hapa? Naomba utusamehe, utusaidie tuweze kutoka hapa. Danieli alikuwa bora wakati wako kule utumwani, alikuwa bora sana Danieli, kiwango cha kuchaguliwa kio kiongozi utumwani kwa nini danieli alifahamu haya danieli alihesabu nyakati akajua hapa ni miaka sabini tumeingia utumwani nikiwa kijana mdogo tutatoka utumwani nikiwa na zaidi ya miaka themanini tisini kwa hiyo umri wangu wote wa mapambano utaishia hapa utumwani wakati wengine wanaomba baba tutoe utumwani baba shuka na neema yako danieli alikuwa hana hilo ombi danieli alikuwa na ombi moja mungu huu ni wakati wetu wa kukaa utumwani huku tulipo ninaomba unisaidie miaka yangu yote itakuwa ni ya hapa utumwani. Je, maisha yangu yaharibike, yawe hayana maana? Hapana, nipe heshima katikati ya utumwa. Unaona Danieli namna ambavyo Mungu anamheshimisha kule utumwani? Kwa nini? alielewa kuyatetea majira na nyakati yake. Kanisa, Bwana asifiwe. Ni maombi yangu kwa Mungu akusaidie hii wiki ujue namna ambavyo utayatetea na kuyafanya majira yako kuwa huru katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na ungempigia Yesu makofi ya kutosha Muda wako wa kwenda kazini umefika na umeshapita. Tafadhali usimame, muda wako wa kwenda kazini umeshafika kabisa, kwenda kupambania kusudi kule kazini kwako, kwenye biashara, kwenda kupambania kusudi kwenye familia na nyumbani na hospitali na wapi, na kuombea Mungu ayaweke majira yako ya Jumatatu ya leo, na yaweke huru majira yako ya wiki nzima, kusudi likatimie katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kanisa, haleluya! Chukua ile sadaka yako nzuri ambayo umeandalia Bwana asubuhi hii. Tutapata nafasi kadiri tunavyoendelea, tutajifunza sana lakini pia tutaomba. Kikubwa nachokuomba ujitahidi tu kuwahi ili tuweze kukimbizana na muda wetu vizuri. Chukua ile sadaka yako nzuri alafu sema na mimi e, Bwana Yesu, asante kwa neema yako, asante kwa upendo wako. Wewe unaniwazia mema na mawazo yako ni mawazo ya mema juu ya maisha yangu ninajua ya kwamba majira na wakati yamebeba kusudi juu ya maisha yetu sawasawa na neno lako kwenye kitabu cha Mhubiri mlango wa tatu mstari wa kwanza. Asante kwa ajili ya wakati wa wiki hii, asante kwa ajili ya wakati wa siku ya leo. Kuna jambo ambalo umekusudia juu ya maisha yangu, ninaziombea nyakati zangu ninayaombea majira yangu yakawe huru kwa damu ya Yesu. Hembu fungua kinywa chako dakika zako chache, ombea siku yako ya leo na wiki yako baba, katika jina la Yesu Kristo Mnazareti. Asante kwa neema yako ya ajabu na asante kwa upendeleo wako wa ajabu na asante kwa jinsi ambavyo umetupigania na asante kwa namna ambavyo umejionyesha ya kwamba ni Mungu unayetuazia mema. Asante kwa kutukumbusha ya kwamba kila kusudi ambalo tunalipambania chini ya jua lina wakati na lina majira yake, lakini pia umetueleza wazi kwenye Mhubiri tatu kumi na moja ya kwamba kila jambo umelifanya kuwa zuri kwa wakati wake. Baba wa rehema, jua linapochomoza na mwezi unapokuja kwa wakati wake, alfajiri inapotokea na mchana unapokuja Ebwana, mapambazuko yanapotokea, ona ipo fadhili zako na neema yako ambayo umeiandaa kwa ajili ya hiyo siku na hayo majira. Asante kwa ajili ya majira ya juma hili e Bwana, tena ikiwa ni juma letu la mwisho kabisa katika kwaresma yetu. Mfalme wa amani, baba wa rehema, tunakushukuru kabla hatujaingia kwenye lile juma lililobeba utakatifu wako e Bwana, tunakuinulia heshima, tunakuinulia adhama. Asante maana tunajua ya kwamba yapo makusudi yako ambayo unatamani yatimie juu ya maisha yetu katika juma hili e Bwana katika vitabu vyako vya kumbukumbu yako mambo mazuri ambayo umeyaandika juu ya maisha yetu kwenye hili juma. Tunayaombea majira yetu Baba, ukayatakase kwa damu yako ya thamani, lakini ukayafanye kuwa huru katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo Mnazareti. Lakini yapo ambayo umetuandalia kwa ajili ya siku ya leo, yapo ambayo na sisi ye Bwana tumeyapanga kwa ajili ya juma hili, lakini kwa ajili ya siku ya leo niwe uliyesema wazi ya kwamba tutalikusudia neno nalo litathibitika kwetu na mwanga utaziangazia njia zetu. Baba ninaomba mwanga wako ukaangazie njia zetu, ukauangazie wakati wetu wa leo, ukawe ni wakati wa heri na baraka, ukawe ni wakati wa neema na maongezeko, kila mmoja akaone msaada wako. Ukaangazie ewe Bwana njia zetu, kwa wiki nzima ikawe ni ya baraka na neema katika jina la Yesu Kristo, ninakataa mabaya na hatari, ninakataa laana na mikosi, ninakataa mabalaa na bahati mbaya, ninakataa magonjwa, ninakataa visasi na kupoteza, ninakataa hasara na vilio, ninakataa maumivu na ajali. Kila kalamu ya ubaya, e Bwana, isipate nafasi juu ya maisha yetu, lakini Baba, yale mema yakatokee, watu wako waone kusaidiwa, watu wako waone kuongezeka walio na mapambano ya afya waone uponyaji, walio na mapambano ya uchumi waone neema na kibali, walio na mapambano kwenye ndoa waone neema, walio na mapambano kwenye uzao na watoto waone kibali, kwenye familia waone msaada. E Baba wa rehema, jua la wiki likawake na wakati ulio sahihi, lakini jua la siku likawake na wakati ulio sahihi. Waangalia watoto wako, usikubali dhabihu na sadaka zao. Ona hivi e Baba, wanatoka kila mmoja anaenda mahali pake. Na iomba neema yako ya ajabu imtangulie kila mmoja, ili jioni atakaporudi tena nyumbani kwake arudi akiwa na mganda wa faida begani mwake, amani na furaha moyoni mwake, lakini kicheko kisipungue kwenye uso wake, na utukufu wako e Bwana ukaendelee kutuangazia tuingie hapo na tutokapo, neema yako ikawe kubwa, na nyakati na majira yetu yakawe wazi, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu na watu wa Mungu tuseme amen, na umpigie Yesu makofi ya shangwe, haleluya. Karibu kiongozi